Familia moja katika kijiji cha Junju eneo la Kilifi namwomboleza mwana wao aliyefariki baada ya kudaiwa kuchapwa na walimu akiwa shuleni. Ripoti wa ya upasuaji ilionyesha kuwa mwanafunzi huyo wa gredi ya nane alifariki baada ya kugongwa kichwani mara kadhaa. Francis Mtalaki ana taarifa hiyo kwa kina. Majonzi yametanda kwa familia ya Anstein Tunje, mwanafunzi wa gredi ya nane aliyekumbana na mauti baada ya kile kinachodaiwa kuwa kichapo cha mwalimu katika shule ya Gongoni eneo bunge la Kilifi South. Kulingana na mzazi wake, Alhamisi mchana marehemu alirudi nyumbani akilalamikia maumivu ya kichwa. Ijumaa yake maumivu yalizidi na kumlazimu kumpeleka hospitali. Ananiambia kweli, lakini mtoto wako aliumia, aligongwa huyu ama alifanya nini? Yuko hali mbaya kabisa mm. Kuna daktari mkubwa amekuja, nikamfuata mpaka huko aliko Nikamfuata alipoongea naye, akasema wacha nakuja. Akaja kufika hapo, akasema huyu basi hata heri aende ICU. Hakika hiyo kitu iliniuma mimi. Kama mwalimu siwezi punish mtoto namna hiyo, siwezi kabisa kabisa, sababu mimi ni mzazi, na tunafundishwa kwamba kama uko na hasira zako nyumbani usiwaingie darasani, afadhali ukae staff room. aidha wamedokeza kuwa matokeo ya uchunguzi au upasuaji uliofanyika yamebaini kuwa Anstine Tunje alikuwa amegongwa na kifaa butu kichwani mara kadhaa na hivyo kusababisha damu kuganda. Tumesikitika kwa sababu tunashindwa ni jinsi gani eh, mwalimu anaweza kuadhibu mtoto kwa kumgonga kwa kichwa, na singesema hivyo ni kwa sababu tumetoka postmortem right now, na ripoti ya daktari imetoka inaonyesha kwamba yule msichana alikuwa na internal bleeding kwa kichwa. Naibu kamishna wa kaunti eneo la Kilifi North, Samuel Mutisia, ameomba wazazi kuwa watulivu hadi uchunguzi ukamilike, familia sasa ikitaka mwalimu aliyehusika kukamatwa. Sisi wote ni wazazi, mtoto amekuja wa pengine unaweza kuona amekupotezea ya heshima, ita mzazi wake, e, kaeni chini e, ongeeni, e, mtoto azungumziwe. Kwa sasa familia inataka haki kwa mwana wao Francis Mdlacki Ringa.